tunapashana habari hizi. Basi ungana nami kujua kipi siku leo tunakwenda kutembea nazo. Naitwa Mzee Watatu, lakini siko mwenyewe, kama ilivyo kawaida niko naye pia Ankoji. niko hapa mm. na jamani, habari za asubuhi? Habari binafsi mimi njema. yeah, ni njema na mimi pia yeah. na mtazamaji wetu atakuwa hajambo, yeah, hajambo. Oh, yeah. kwa hiyo tunawashukuru sana wananzengwe, lakini mm, kwenye heka heka bana mambo ni mengi yeah. Mm, mambo ni mengi sana leo, tuacha tuangazie hili ambalo mezani. Asante. Mm, lakini kabla ya kuangazia tuzidi tu kuwakumbusha mm -hmm. au kuwapa kumbukizi ambazo zinakwenda na spidi ya hali ya juu, siku zinazidi kujiongea. Event yetu inakaribia tarehe 6 mwezi wa 12, sio mbali ikiwa leo tayari ni tarehe 13. Yeah, sio tarehe 13. Ah, kwa hiyo tuna kama wiki mbili keshi halafu ile nyingine mm, yeah. yeah. hiyo yeah, yeah, yeah. E, wiki za kujiandaa ni kama mbili. Mbili, yeah. okay. mm. Kwa hiyo ni muda tu wa kuendelea kulipia kadi yako kama tayari ulishapata kadi kadi. mm. E, lipia kadi. Lakini kama bado hujapata kadi e, unaweza kuwasiliana nasi kadi ukapatiwa. Utaratibu kupata kadi kawaida ni shilingi elfu ishirini na VIP ni shilingi elfu hamsini tu. Kadi hiyo inakuwa imejumuisha huduma zote ambazo zitakuwa zinapatikana kwa siku sika sikusika, namaanisha kuanzia vinywaji, chakula lakini pia na burudani. Usisahau, katika upande wa burudani, watakuwa wanatuongoza Njombe Stars Bendi, wa vijana wa nyumbani kutoka hapa hapa Njombe wama, Tanzania eh. Okay, wa hapa hapa Njombe zilipendwa. Sasa ni wazee ah, pale wa, wa mziki unaopigwa mm. Ndio mziki ambao una mahazi ya zilipendwa, ni yani mziki wa vijana wa zamani, okay. Lakini wanaopiga sasa mm. ni vijana miaka 45 40 mpaka wa 30 wapo pale, eh, huo na huo muziki bwana unakuwa mtamu, uende na mama chanja uwe na mama chanja ka na mama chanja, hmm. <laughs> <Tana> mama chanja <laughs> eh, ule muziki unavyopigwa unakuwa uko free sana lakini pia mziki wa zamani raha yake pia katika uchezaji, hmm. hauna buguza. Ndio hicho nacho maanisha, hata kama, hmm. kama umri wako umeenda, hata kama umri uko wa kawaida, lakini mwili wako kidogo hautaki hmm. eh, misukosuko bado tu unazoka tikisa kichwa ka mguu hmm. kidogo okay. katisha bega tumeenda sawa hey, okay. lakini shukrani kwa Mbola Waini ambao pia ndio wahusika wakuu au eh, main sponsor katika event yetu ya leo au msimu wa mwaka huu. Ah, wakiwa wameshirikiana nao Wellas Production, mama mgoni mgahawa Urban Chef, bila kusahau Kids Urban Chef. Urban Chef ah, wao pia wamehusika hapo. Umepigaje eh? Kids ehe Urban Chef, kuna Urban Chef alafu kuna Kids Cake. Huyu ni muuzaji wa nguo na ah. E, watu apo wanaweza sielewe nini? <laughs> ni... mm, lakini bila kusahau yeah. yeah. naikahusika yeah, muuzaji wa michi ya parachichi ni msimu wake ah. Msimu wa kianga eh, ni kifuku tunaenda Ki eh, kwa wale ambao wanahitaji kupandikiza ku, ku miti au kupanda basi, watu wanahusika sana pia, wanatoa elimu, na mara nyingi tunapanda msimu huu mm. wa mwanzo wa mvua mm. kupunguza gharama za umwagiliaji okay. <laughs> <laughs> tuondoke tu na heka heka ya leo. Heka bana, nimeamua kuja na vingine, nimevaa koti kabisa, ili mada ya li, uh, ili, maja, leo mada ya leo mezani, nasema mada ya leo tunataka tuangazie, uh, ukiangalia, tuna kama wiki mbili, ukipitapita kwenye mitandao, kuna vitu watu wanajiuliza sana, nikaona si vibaya hmm, na sisi kwa sababu ni wahusika uh, kwenye mitandao hiyo ya kijamii, ebu tujaribu kuileta, tujaribu kuidodosa au kujadili mada hiyo hapa. Uh, mara nyingi kila kitu kinakuwa na mfumo, na mfumo huo unakuwa umeletwa kwa malengo maalum au kwa kusudio aidha la kupata faida au kusababisha hasara. Yaani, mimi naweza nikafanya kitu kwako mwana ili nikusababishia ili, ili kwe au nikafanya jambo he, ili mimi nipate faida. Lakini sasa tunakuja kwamba turudi kwenye mahusiano ya, ya, ya, ya, ya kimapenzi au unapoamua kudeti mm -hmm. na mtu sasa unakuta angoji we ni mke wa mtu Samani, we ni mme, sije kanipiga mawe. Nitaka niseme we mke, mi mume, we mume. Ok, we mume wa mtu unapochukua jukumu au maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye pia ni mke wa mtu, yani mnakuwa mmekusudia nini? Kusudi lenu nini? Mna lengo gani mm? Mna makusudi yapi? Mna mtazamo gani mm? Mtazamo e, sasa wa kuingia kwenye asi, yes, tunaingia kwenye mahusiano. Mimi ni mume wa mtu mm, na mwanamke naingia naye kwenye mahusiano pia ni mke wa mtu mm. Eh, makusudio yetu ni nini? Lengo letu ni nini? Tunatazamia kitu gani yaani mm? Kipi ambacho tunataka kwenda kuki, kukipeleka mm. kwenye mahusiano yetu ayo, kinakwenda unguzo au tunadanganyanaje hapo wa, <coughs> wale sio ni watu ambao wanapotezeana muda hmm? Nitakupotezeaje muda wakati yule tayari ni mke wa mtu? Siwezi kumpotezea muda, ndio unampotezea muda, unajua na... kwenye mahusiano wanaolalamika sana kuhusiana na kupotezewa muda hmm. ni endapo mmoja hajaolewa hmm. <coughs> Tunasema yule ni mume wa mtu, wewe unapoenda ukiwa ni msichana ambaye hujaolewa anakupotezea muda kwa sababu tayari mwenzako ana mke wake. Au huyu ni mke wa mtu, anapodeti na kijana ambaye hajaoa, anampotezea muda, sababu yeye ameshaolewa, anampotezea muda. Sasa hapa tumekuta huyu ameshaolewa na huyu ameshaolewa. Uh, yaani ishu iko hivi mm, kwamba hawa watu wanavyoingia kwenye mahusiano hivyo, yeah. Ujue yeah. Kuna vitu haviko sawa kwenye, kwenye ndoa zao, kwa hiyo mm. wanatafuta faraja badala kwamba sasa kama huku kuko hivi, ngoja hmm, nitafute faraja sehemu nyingine. Sasa haijalishi <coughs> hiyo sehemu anayotafuta ni mke wa mtu au namna gani. Sasa tukirudi kutetea mada yako kwamba kwa nini una hmm, deti na mke wa mtu, hmm, matazamio makubwa yanakuwa ni nini? Hmm, kwamba cha kwanza kabisa mwanaume anaamini kudeti na mke wa mtu, hmm, anakuwa hana mambo mengi sana yule mwanamke mengi mfano, muda wa mawasiliano, hana muda mwingi sana wa kuwasiliana na na yule muhusika, tofauti na wewe mm, ukawa ni mme wa mtu ukadeti na mwanamke mwa ambaye sio mke wa mtu mm, kasi, atakuwa yule, atakuwa na kusumbua <laughs> maksudi tu waharibu ndoa yake, umeelewa ambai Okay. Yee hazingatii kwamba, yani, ye, hazingatii kwamba sasa hivi huyu mwanaume yuko na familia yake yuko na mke wake. Hilo yeye, yeah, hawezi kufanya nini, hawezi kuzingatia. Lakini ukideti na mwanamke ambaye ni mke wa mtu kuna ishara za mawasiliano. Yani, huwezi ku hawa watu wanaweza kadeti hata miaka sita huwezi kuwajua kama wako makini, umeelewa. Kwa hiyo na mwanamke naye anapodeti na mme wa mtu anaamini kwamba yule mwanaume hatakuwa na muda mwingi wa kumsumbua. Kwa hiyo turudi tageti yao mm. Tageti yao ni kwamba ni, ni, yani, wao wanapata faida ipi mbali na, na, na, na, na, na kusema kuwa na na tension kwenye mahusiano ya kutokujulikana mapema mm. lakini wanapata faida gani sasa, kwa sababu huwezi kutoka naye mm. Yani, huwezi huwezi, siji nisemeje, hamna mtu anayefanya biashara isiyokuwa na faida. Kwa hiyo wow, wao wanajua faida ambako inapatikana. Ukiniuliza mimi mimi siwezi kuwa na jibu, ila wao wanaodeti na kati wote ni wezi wao yeah, wanajua faida zao ni nini ni, ni. Lakini kwa haraka haraka tunajua faida yao ni mapenzi mapenzi, tayari wale ni wake, yule mke wa mtu huyu mume wa mtu, tafsiri yake ni kwamba mume wa mtu atapata mapenzi kwa mkewe na mke wa mtu mm, pia atapata kwa mumewe. Uh, unapohamisha unapo mm. mapenzi yako kwa mume wako au kwa mke wako tafsiri yake ni kwamba unataka kusema yule mke mumewe anashindwa kukizi vigezo na yule mume mkewe anashindwa kukizi vigezo. Ndoa zina mambo mengi, ndoa usione watu wanaishi kwenye ndoa ndani hmm. yake kuna kuna vitu ambavyo vinaendelea. Unaweza ukakuta watu wanaishi kwenye ndoa lakini furaha ndani ya hakuna. Kwa hiyo itamlazimu kutafuta furaha nje kwao. Inawezekana yupo kwenye ndoa, yawezekana aidha haridhishwi na huduma ambayo anapewa na mke wake au na mume wake ndani au maugomvi yamezidi kupita maelezo. Kwa hiyo hata ile wakati wa wa tendo la ndoa wale watu wanakuwa hawapo romantic sana. Kwa anaamua kutafuta faraja nje. Okay. Hmm, kutafuta faraja sio tatizo, na kama unaamua una, una, una, una kuhama kwamba umeona kwa mume wako uh, pana changamoto ya, ya, ya, ya faraja hiyo kwa nini usifanye utaratibu wote aidha kuvunja ndoa au kufanyaje ili yule unayempata awe faraja yako? Lakini pia kwa nini uende kwa, kama wewe ni mwanaume, kwa nini uende kwa mke, na kama ni mwanamke, kwa nini uende kwa mume wa mtu? Uh, mi naamini kwa maisha ya sasa hivi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tunayoishi, ambao hawapo kwenye ndoa ni wengi kuliko waliopo kwenye ndoa. Uh, unavyozungumzia ishu ya ndoa, ishu ya ndoa ina upana mrefu sana kwa hiyo kama wao ni wachache tu wako kwenye ndoa, tafsiri yake wanatuogopesha unaposema kwamba kwa nini wasingechukua mamlaka ya kuvunja ndoa e. Kuvunja ndoa sio jambo dogo kama unavyoifikiria wewe, ni jambo moja gumu sana, hilo lazima utambue. Yaani, uweze ukaamka tu asubuhi kwamba bwana, yeye mama fulani tuachane, baba fulani tuachane ni kitu ambacho haiwezekani. Una, una, una, una, unataka kusema kwamba kuna umuhimu wa kuwapa nafasi watu wenye ndoa kutafuta faraja nje ya ndoa zao endapo kule ndani anaona pana kama vile hapa ileweki. Hakuna Biblia pia inayoruhusu hata imani za imani mbalimbali mbali. Mm. Kila imani ina utaratibu wake okay. Waislamu wanaruhusiwa kuoa wanawake zaidi ya mmoja wanne, okay? Yeah. Lakini kuna vigezo ambavyo wameviweka, nafikiri kwa upande wa Waislamu vigezo, vigezo vigezo unamhudumia una, una, una mmoja kama wanne, yaani huduma unaetoa kwa huyu mmoja hakikisha mm, inaenda sasa. Eh, sa kile pia ni kigezo ambacho mm, kinambana mtu. Leo huwezi ukaniambia mimi angoje nimiliki wanawake wawili, kichwa ananisumbua, siwezi. Kwa hiyo hakuna umuhimu wa, hakuna sheria itakayowahimiza wanandoa kutafuta faraja nje ya ndoa, hiyo haipo, ila kinachotakia ni wao kukaa chini na kumaliza migogoro. Lakini unadhani una, una, una pangekuwa na namna watu wakarushiwa kuoa pasipo kutoa huduma? Unajua hii utoaji wa huduma imekuwa vigezo sana kwa watu wengi, hata at, ndoa nyingi ukizifuatilia pamoja na ukosefu wa wa, wa, wa, wa, wa, wa mapenzi yenyewe, au, au kutokuelewana. Lakini ukifuatilia sana sana utaambia utamb e, mwanaume mwenyewe mwanaume sijui suruali mwanaume sijui ni, nini na nini. Kwa hiyo ukizunguka pointi, itakuwa ni kwamba yule mwanaume hatoi huduma kama mume. Ukisema uh, kwamba kungewepo utaratibu ambao wata, watafanya nini wata wata tutaoa bila kutoa huduma hey! ni kitu kani? ambacho haiwezekana nini, bana? Hakuna ha, ha, ha, kitu ambacho kitawezekana. Basi kama ni hivyo, kwenye maagizo ya Mungu pia asingeamuru au asingetengeneza mfumo mm -hmm. kwamba binti akifika umri fulani aondoke nyumbani aende akaishi na mume wake. Amesema tu kwamba uachane na wazazi wako uambatane na mume mm -hmm. au mke, sindio? mm -hmm. lakini hajasema utoe mahali sema nini hizo, ah, ni desturi. Tuna misingi ambayo tumejiwekea kibinadamu, ndio, lakini laki, tayari tumeshaanza kuona inaleta changamoto, mifarakano kwenye ndoa, amani zinakosekana, inafika mahali sasa. Hapa tumefikia hatua, mume wa mtu ana deti na mke wa mtu. Aye, sasa hebu tufanye jambo moja, kama wasipotoa usipotoa huduma mwanamke, mm. huduma akaitoe wapi? na wewe utakuwa uko na nafasi sasa sa, hivi tumeshafika kwenye eneo la haki, sawa? mm. majukumu mm. kwa wote mm. kwa hiyo sio kwamba kutoa huduma zisitolewe, lakini isiwe sheria, iwe kama sehemu tu mm. ya nafasi una, na nafikiri una unakwepa majukumu hapo <laughs> e, nafikiri unakwepa majukumu lakini swala la kutoa huduma ziko pale pale pale, utake usitake, yeah. hu umeingiza 100 umeingiza 200 kwa mbili, wanasema mwanamke atakipokea milioni moja, mm, ile inakuwa haihesabiki, ila laki tatu ya kwako ndo mm, ndo inayepigiwa hesabu kwenye nyumba, itegemeane na mfumo wa ndoa jinsi mlivyoweka mm, e, kwa hiyo inawezekana mwanamke akawa mshahara wake ni laki tatu. mm. Uh, na we mshahara wako labda ni laki tano umeelewa? Uh, lakini jinsi mfumo mtakavyokuwa mmeweka kwenye ndoa mna uwezo wa ikaonyesha kwamba mshahara wa mwanamke ni wa mwanamke na mshahara wa baba ni, ni wa baba ambao unatakiwa ulishe familia. Lakini kuna ndoa ambazo ziko zenyewe, ziko vizuri, wana wana, wana yaani mshahara wa baba na wa mama inakusanywa yote kwa pamoja. Nini kifanyike kupunguza ah. Tunasema huu mfumo tuliofikia wa wa mume wa, wa mtu kidate na mke mm. wa mtu kipi kifanyike kupunguza? Here, Ay, hii hii huwezi kupunguza kwa sababu ah. Kila mtu ana akili zake binafsi. Mimi najua ni mke ni mume wa mtu mm. ninavyoenda kumtongoza mke wa mtu na kushirikisha, ah ni ngumu kwa sababu huenda yule unaenda kudate naye eh, hata kama sio sio ndugu yangu lakini huenda mm. ni mke wa rafiki yangu uhum, au, au mke wa ndugu yangu au mke wa jirani yangu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwamba hakuna sheria ambayo au elimu ya ambayo inaweza ikamshawishi mtu, ila kinachotakiwa ila, ila ishu ni uaminifu, kwamba upo kwenye ndoa mm. angalia ni namna gani ya, ya, ya kufanya nini ya kuweza, kwa sababu wataalamu wanasema kwamba unavyotaka kuchagua mme au mke, kuna vitu endeke uvizingatie wewe kama wewe binafsi, bila kuangalia akili za watu wengine, ili sasa yale mambo yanavyokuja kuwa magumu, utambue kwamba hapa nilikosea mimi kama mimi. Mfano, unapenda mwanamke kibonge mweupe. Hakiki, yani angalia nafsi yako inapenda mwanamke wainagani. Hivyo vitu mimi bado vinaweza vikawa vina vinaleta vina changamoto kidogo, kwa sababu unaweza ukapenda mwanamke kibonge ukamoa kufika kwako akakona kapungua, inawezekana. Lakini tukiangazia kwenye upande wa masuala ya ndoa hmm. Nafikiri itabidi tumtafute yule mzamini wetu. <laughs> ktsio ana, eh, anaidia, anaidia. Hey, yule ana elimu na darasa lake no. Kwa hiyo atatuambia vizuri eh, kuhusiana na mada hii ya hekaheka ya leo, na tumaini anaisikiliza mm. Lakini atatuambia vizuri. Kwayo, mimi, mm. mimi <laughs> Kwa hiyo hayo maswali unayonigonga mimi mimi sio mtaalamu wa ndoa, mimi nimetetea kwa sehemu ambapo ninapajua mimi upande wangu mimi hmm. kwamba swala la mume wa mtu kudeti na mke wa mtu, uh, hii ni likeji ambayo iko kwenye ndoa hmm. na likeji hii inakuja automatic. Unajua upande wa mwanamke, mwanamke ana njia nyingi za ku, za, za, za kutoka. Yani ana sababu nyingi zitakazomfanya atoke nje ya ndoa. Sababu ya kwanza ni hivyo kutorizishwa, hmm. na mume wake, lakini sababu ya pili uh, kutopata huduma zile za mwanamke unajua, akiona mwenzake kachona kitenge hichi, sifanya nini? mm. inakuwa ni rahisi kushawishika. Lakini pia sababu nyingine kwa wanawake ni pamoja na kulipa visasi mm. mara baada ya kuona mume amezidi eh, kuchomoka chomoka. Sasa mwanamke akiamua kulipaga kisasi aga anadondokea sehemu yoyote mm, popote pale eh iwe kwenye bwawa ye nikupeleka tu, haangalii bomu alilobeba kwamba bomu hili nikiliachilia linaleta madhara kwenye familia nzima, kwenye ukoo mzima, yeye hicho haangalii. Kwa hiyo wanawake, tunajua ndugu zetu, kwamba nyenye ni mabingwa ya kulipa visasi. Na mimi mara nyingi huwa nawaambia watu kwamba kama uliwahi kuwa na mwanamke kwenye mahusiano na ukaachana naye hata aje akuombe msamaha vipi, mrudiane naye, usikubali. hmm. Usikubali hmm? Hilo bomu, ah, sasa bomu. Sababu wanawake wana asili moja hivi, mnaweza mkao mmeachana. hmm. Akazunguka akazunguka, anaona sasa, wewe yule mwanaume niliachana naye ndo mzaifu wangu, ndo mzaifu wangu yule ndo naweza, umekaa vizuri kiuchumi, sasa anatafuta gia ya kurudi kwako. Ha, baba fulani, naomba tusameane alikuwa akili za utoto ngoja eh? Nimrudishe hmm. Yule unarudisha kisasi. Ah. Kwa atakapoingia sasa kwenye ndoa sasa hmm. Sasa tayari ana kumudu kwa ana uwezo wa kujibu mashambulizi hmm. Na mwisho wa siku anakwambia, kwani wewe umesahau kile ulichokifanyaje, bwana? <laughs> <laughs> E, somo la ndoa ni somo gumu, uh, gumu na, na ndo maana kwenye ndoa tunapewa vyeti hmm. Kabla ya mtihani. Na, kabla ya kuishi kwenye sindo mitihani yenyewe hey? Kwa sababu changamoto unazokutana nazo ndio mitihani, mitihani. Hey. Faulu, hey. Yale majaribu ndio mitihani, utakapoyafaulu au utakapoyapita yale, ndio ilikuwa inatakiwa. Sasa na mimi nilikuwa naona tu kila mmoja aishi kwenye ndoa yake kwa jinsi ambapo Mungu amemjalia karama ya uelewa na usubutu wa, kui, wa kuihendwa ndoa yake oh, oh, ndio ushauri kwa sababu hata hata nikwambie vipi? Mfano uniambia miniambia kwamba ukikosana au ukitengana na na mwenza wako akizunguka baada ya muda fulani akirudi usimkubalia hilo, naye ni sharti gumu kwa mm. sababu uenda na mimi nilikuwa kila siku na sali mke wangu arudi wa mm. wewe leo unakuja kunishauri na ya kunisha <laughs> nyuki anapiga yeye kushoto kulia, wengine kute. wengine wakisema kwamba tusiowe masingomaza na maana mm. kwa hiyo hebu tuliache hilo lakini mm. Mimi ni wasitu wale ambayo wako wamebahatika kuwa kwenye ndoa, usipende kudeti na mke wa mtu kama wewe ni mwanaume, usipende kudeti na mke wa mtu lakini pia kama wewe ni, ni mke wa mtu, usipende kudeti na mume wa mtu kwa sababu, lakini pia na, wanawake, unaanzaje kudeti na mume wa mtu na uko hmm, kwenye ndoa? Unajua mwanamke ni heshima hmm, hmm, ni sana. Wengine wanasemaga wana, ukiwa na gari hmm, ni rahisi kuazima gari la Aa, na mwanamke ukiona na date na mume wa mtu hmm. Mara nyingi kula anakuwa amefuata mkwanja, mkwanja anakuwa amefuata mkwanja. Mara nyingi itegemene na, na na na, wake, na, na, kwa wanawake na kwa wanawake mara nyingi mwanamke ana date na mume wa mtu wake wa karibu. Yani, hivi ndivyo. Na ni kwa sababu tu wale ni mashosti. Wengi wanyo na jitesiki mashoga fulani ushosti ule. Kwa hiyo watakuwa wanadisiana na mimi mume wangujuewao kwamba mm. Kwa kuwakumbusha wanawake wapunguze kutoa siri au sifa hmm. za waume zao hmm. au wapunguze ushosti. Hiyo ni leakage mojawapo, ambaye mwanamke unakaa hmm. unamsimulia shosti wako habari za mume wako hmm. baba fulani ile, hey, ndo leakage ambayo inakuja. kaniachia laki mbili juzi hmm. kanishonea nguo sikanipeleka si auti ya wapi si hiki na hiki. Kumbuka, unayemsimulia hivyo hizo huduma mwaka mzima hajapata. <laughs> Eh, sasa atakapotoka hapo ni simu moja tu kwa shemeji, shemeji vipi? <laughs> nilikuwa nakusalimia tu. Mwisho wa siku wanawake wengi wanalia <laughs> kwamba waume zao wamechukuliwa na, na watu wao wa karibu na ambao ni marafiki zake wa nani, wa mke wake <laughs> kwa hiyo wanawake, midomo, mnapokuwa mmekaa kwenye vibaraza basi wawe zile story za, za, za, nini, za mume wake mm. Si vema sana kuwasimulia mashokz wake mm. mm. Hiyo itakuwa bora zaidi okay. Una lipi la kumalizia bana? Mimi la kumalizia tuwasalimie kwanza wagombea ambao wameteuliwa wengine mm. Eh, tu, lakini kwa jimbo la Njombe tunamwona Deo Manyika mm. amerudi kwenye kiti chake cha no, okay. eh, mm. Lakini pia tunamsalimia mheshimiwa mm. Eh, leo nilikuwa na chat naye akaniambia, sasa hivi naomba unavyoniita niite mheshimiwa, Mheshimiwa Mwigulu Chemba kasha kuwa waziri mkuu tayari. Eh. Okay. eh? Mm-hmm. eh, eh. Mzee wa wa wa, wa. Ya, ya taifa. Taifa. Mzalendo kwenye taifa lake ndio yeah. <laughs> Tafsiri yake lakini pia tumsalimie kavu amepotelea naye, ni mheshimiwa katibu Mheshimi... ah, okay. oh, oh. Cha cha cha cha cha cha ah, yeah. Yeah. Ndugu ah, yangu hmm. Yeah. Mwa. Kwa katibu katibu cha ukombozi wa umma cha umma mkoa halmashauri halmashauri ya mji mkoa, mimi namjua ah yule ni wa yule wa mkoa anaitwa na nafikiri ameingia Njombe jana, ameingia jana Njombe kutoka Dodoma kutoka Dodoma. Mheshimiwa, waheshimiwa wote waheshimiwa walikwenda Dodoma bwana. Waheshimiwa walikwenda. Wewe kama jana Dodoma sio mheshimiwa. Kwa ndugu zetu walioenda Dodoma wote ni waheshimiwa. Waheshimiwa. Mimi na wewe sio waheshimiwa bado. Bado, we, mheshimiwa, mheshimiwa sikuvaa koti la Njombe, Njombe. Sasa tunataka tujue Kavu alikuwa bungeni, alikuwa Dodoma, makao makuu ya nchi, ya nchi. Alipika kweli, suti kweli. Sijabahatika kumkapcha. Tunamtafuta Kavu. Sijabahatika kuona kapsheni yote ile ambayo Hmm. Ha, tutaipata tu. Sisi sisi, mzee wa heka heka, najua uko, tutapata stori za Kavo. E bwana, mimi sina la ziada. Tuwatekee weekend njema, na weekend ndio inaanza. Inaanza kesho, inaanza kesho tarehe kumi na nne weekend inaanza. Lakini pia mi niwatakie watanzania wote, eh, serikali mpya njema mm. ambayo leo mtendaji wake mkuu mm. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba waziri mkuu pita, ee, ndio ameshapita na yeye ndio mtendaji mkuu wa shughuli zote katika serikali hii ya awamu ya sita. yes, it, hey. Asante mama. Asante. Hey. Kwa hiyo tunasema kazi iendelee. Iendelee. Ah. Bwana mimi sina la ziada. Asante. Naitwa Mzee Watatu, ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa nasi. Mpaka siku nyingine tena. Asante bye bye.